Hivyo ambavyo na yeye anastahili kuheshimiwa. Yule ambaye anamheshimu Mungu, na yeye anastahili kuheshimiwa, anastahili kupewa tuzo ya kuheshimiwa, kwa sababu na yeye ametambua kuwa ana nafasi ya kumheshimu mtu anayestahili kuheshimiwa. Lakini kundi la tatu, na watu ambao wanapewa nafasi ya kuheshimiwa hawastahili, eh, yani mtu anafojiwa anavojiwa hiyo, tunasema kwamba ni heshima ya kutengenezwa. Wapo watu ambao wameheshimiwa kwa sababu wametengenezwa, sio kwamba wanastahili. Kuna wakati ulisha kuona mtu amepewa nafasi fulani ambayo ukiangalia hiyo nafasi ni ya heshima, lakini ukiangalia sifa alizo nazo hazimstahili kupewa hiyo heshima. Wakati mwingine na wewe umekuwa ukisema kwa kinywa chako kwamba ah, hivi na mtu huyu amepewa nafasi hii? Mtu huyu amekuwa namna hivi, hastahili kupewa heshima, lakini ameheshimishwa imetengenezwa heshima kwa ajili yake. Kwa kawaida heshima huwa inatafutwa, na kwa sababu inatafutwa, heshima inaweza pia ikatoka, inaweza ikaondoka. Heshima huwa inatafutwa, na kwa sababu heshima inatafutwa, vivyo hivyo heshima inaweza ikatoka. Na tunaposema kwamba heshima juu ya mtu, mtu fulani amepata heshima inadokeza vitu vingi sana, yaani maisha ya heshima yanadokeza vitu vingi. Kwanza inadokeza kupendwa. Ukisikia mtu fulani anaheshimiwa maana yake huyu mtu anapendwa. Ukisikia mtu fulani ameheshimiwa, jambo la pili, huyu mtu maana yake amepewa upendeleo, amependelewa, kuna upendeleo He? Lakini heshima pia tatu, ukisikia mtu fulani anaheshimiwa ni mtu wa heshima, maana yake ameaminiwa. Hivyo vyote ni viashiria kwamba huyu mtu kweli ana heshima, maana yake ameaminiwa. Lakini heshima pia huwa inadokeza kuwa na marafiki wengi. Mtu mwenye heshima huwa anakuwa na marafiki wengi, kuna watu wengi watatamani wamheshimu, wawe marafiki. Hebu angalia vile ambavyo wewe unatamani aje, waziri au upate rafiki ambaye anaitwa waziri kwa sababu ya heshima aliyonayo unatamani uwe na rafiki ambaye eh, labda ni askofu kwa sababu heshima ya cheo cha, eh, cha askofu. Neno la Mungu limesema askofu ni cheo ambacho ni cha heshima. Kwa hiyo unatamani uwe na marafiki ambao wana heshima. Ndio maana ukisikia kuna mtu anakwambia sasa, nilikuwa kwa mheshimiwa waziri, nilikuwa kwa rais, nilikuwa nazungumza na mkuu wa wilaya, nilikuwa nazungumza na, na, na, na, na, na mkurugenzi, anaona a wewe umeanza kupata heshima, unanielewa, kutokana na aina ya marafiki ulio nao ambao ni wengi ambao ni wa heshima pia. Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza kuona neno heshima eh? Eh, heshima si kitu ambacho ni cha kawaida. Na mimi Mungu akaniambia, nenda kafundishe nafasi ya kitu kinachoitwa heshima katika kuwasukuma waende kufanikiwa, watu waelewe wa spirit ya heshima ina nguvu gani katika kuwafanikisha watu waliokubali kunifuata mimi, kuniheshimu mimi. Bwana Yesu wasifiwe, Bwana Yesu wasifiwe. Lakini ni kupeleka kimbele kidogo, heshima, neno hilo heshima, huwa linasababishwa na vitu vingi. Naweza ukaandika sasa vitu ambavyo vinasababisha heshima. Nimesema naenda haraka haraka kidogo, kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo utaona kama ninakunyima, basi Mungu akubariki, kwa sababu tutapata wakati mwingine. Heshima huwa inasababishwa na vitu mbalimbali. Heshima, cha kwanza, naye mtumikia Mungu anatengeneza heshima kubwa mbele za watu na mbele za Mungu ni vile ambavyo unaweza ukanyimwa kufahamu nafasi ya heshima iliyomo katika kumtumikia Bwana. Ndio maana ukiona mtu anamwambia tumika na Bwana anakimbia ni vile ambavyo haelewi kwamba kuna heshima ambayo si ya kawaida katika utumishi wa Mungu. Kuna heshima ambayo ni zaidi ya heshima za viongozi mbalimbali. Mtu anayemtumikia Bwana Neno la Mungu linasema, linamheshimu kupita kawaida, mbingu zinamheshimu. Angalia Injili ya Yohana sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na sita. Injili ya Yohana sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na sita, neno la Bwana linasema yeye, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Tena mtu akinitumikia, baba atamheshimu. Anayetumika na vitu viwili. Kwanza, heshima ya mbingu. Neno la Mungu linaposema Baba, yani Yesu anaposema Baba, maana yake amefungamanisha uungu sifa za mbingu. Maana yake amechukua mbingu akaileta kwenye mikono yake, akamwambia kwamba anayetumika mbele za Bwana ameheshimiwa na mbingu. Maana yake mbingu zinamheshimu hata kama majirani, marafiki ndugu kwenye tumba moja wanaweza wasimuheshimu, ni bado muda wake haujafika, lakini mtu huyu ana heshima. Lakini jambo la pili, angalia pale anasema, mahali ambapo Yesu alipo ndipo ambapo na yeye yupo. Hebu soma mzuri Biblia yako hapo, ndipo anasema akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu Sikia neno hiyo, mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Ina maana mbili, sikilizeni. Jambo la kwanza, ina maana ya kwamba mahali ambapo Mungu yupo ndipo ambapo na mtumishi wa Bwana atakapokuwepo. Nakumbuka moja ya sifa ya Mungu, Mungu ana sifa kuu tatu, nisikilize. Sifa ya kwanza ya Mungu, Mungu ana nguvu zote Mungu. sifa ya pili, Mungu anajua vyote. Sifa ya tatu, Mungu yupo kila mahali. Unanielewa? Sasa anayetumika, kama Mungu yupo kila mahali, ana mamlaka na nguvu kila mahali, maanake anayemtumikia Bwana anapaswa awe na sifa za kuwa maha kila mahali, maanake ana uwezo wa kukontrol chochote. Hata kama amelala, lakini ana ana kontrol ule mtaa, kwa sababu yupo kila mtaa kuna mtu ananielewa? Mchana wa leo nisikilize, maanake ndani yako una nguvu ya kuona, kuna nguvu ya kukanyaga vitu vikasikia kwenye mtaa, kwenye familia, kwa sababu una sifa ya kiungu ndani yako. Wewe mtumishi wa Bwana una heshima ambayo wengine hawawezi wakawa nayo, na bado utaenda kukaa na Bwana siku ile ya mwisho. Nanielewa watu wa Bwana? Ni mtumishi wa Mungu huyu ana heshima kupita. Yani najua nina, ninajisikia nina hali ambayo si ya kawaida, kwa sababu ninaona kuna nguvu ya heshima ambayo watu inawanyanyua leo kwa viwango ambavyo si vya kawaida vinawainua kwa viwango ambavyo si vya kawaida. Kuna mtu alilala, alikata tamaa, akaona huu muda ambao unautumia kuja kwa kanisa anaona kama ni muda anapoteza, lakini Mungu anasema ipo heshima, na Bwana akisema ninakuheshimu kwa sababu unanitumikia hakuna yeyote atakayesema no. Unajua, unaweza kuwa unaimba, unaweza kuwa unafagia, unadeki, uelewi kuwa una umeheshimiwa, mbingu zinakuheshimu na, na kupitia kudeki ni mtaji wako, hiyo heshima Ndiyo mtaji wako wa kwenda kukamata vile vitu vyako, yaani hiyo heshima, ukitumia hiyo heshima kwenda kudai familia, watoto, wewe ambaye uzai watoto, ukatumia hiyo heshima, sikiliza, hiyo ngoma inakubali kiurahisi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza kabisa ambalo litakutengenezea heshima ni kumtumikia Bwana, lakini jambo la pili ni kutoa sadaka, na tunaposema sadaka zipo za aina mbili, naomba nikufundishe hapa kwa minajili ya heshima, sadaka zipo za aina mbili. Kuna sadaka ambayo unaiachilia katika madhabahu. Ukisoma mstari wa tisa kitabu cha Mithali, neno la Mungu linasema muheshimu Mungu kwa mali zako. Kwa hiyo ukitaka Mungu na wanadamu wa kuheshimu, tengeneza tabia ya kutoa, tengeneza tabia ya kujitoa wewe mwenyewe na kutoa mali ulizo nazo bila kuangalia mali ni nyingi au mali ni chache. Lakini pili, toa kwa watu wenye uhitaji bila kuangalia watu hao wana vitu vingi au hawana. Lakini pia toa kwa watu ambao sio wahitaji. Kadri unavyotoa ndivyo ambavyo unachota zile mali walizo nazo, ndivyo ambazo Bwana anakuongezea heshima. Lakini tatu, jambo la tatu ambalo litakupa heshima kwa haraka ni kufuata maonyo maonyo ndivyo ambavyo Mungu atatengeneza vitu vikubwa. Angalia Mithali sura ya 11 mstari wa pili: kijapo kibuli ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Ukisikia neno aibu, maana yake ni kinyume cha neno heshima. Kwa hiyo mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu ambaye ni mpole, anayefuata maelekezo, huyu mtu ni rahisi kuheshimika, ni rahisi kuheshimika. Mungu atamheshimu, lakini watu watamheshimu. Ni kama vile umeajiriwa kwenye shirika, kwenye kampuni fulani, halafu bosi akikwambia fanya hivi, unamwelewa. Ngoja nikwambie, bosi atakuheshimu, atakupa siri zake, atakukaimisha. Hata kama yeye hayupo, atakwambia wewe baki hapa, kwa sababu unafuata taratibu, maelekezo unamwelewa kile ambacho anakueleza na yeye atasema, oh, ninakuheshimu, ngoja nikupe nafasi, ngoja nikuinue kwenye nafasi, utoke hapo upande juu, kwa sababu unafuata maelekezo. Mtu akikwambia hivi, akikuonya, unaonyeka kinachoitwa heshima ni tuzo. Si kila mtu anastahili kuheshimiwa, si kila mtu anaweza akaheshimu. Pia mtu ambaye anaweza akamheshimu mtu mwingine, maanake ame, ame, ameonesha thamani juu yake. Ukiona unaheshimiwa, maana yake wewe umethaminiwa sana. Heshima ni nafasi ambayo mtu anaweza akaipata kutokana na mambo makuu matatu. Hiyo heshima hiyo thamani hiyo tuzo mwanadamu anaweza akaipata kulingana na mambo matatu. Jambo la kwanza, mtu anaweza akapata heshima kwa sababu ya aina ya kazi anayoifanya. Lakini unaweza kuwa unafanya kitu fulani, watu wakakupa heshima, labda wewe ni mtumishi au wewe ni kiongozi fulani au unatumika kwa namna fulani, watu wanakuheshimu. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo litafanya uweze kuheshimiwa. Lakini jambo la pili ambalo linaweza likatengeneza heshima ni pale ambapo wewe unawaheshimu watu wengine. Heshima inaweza kuja, sisemi, sifundishi vitu ambavyo vinatengeneza heshima, nafundisha Heshima inaweza ikaja katika mazingira yapi? E, mtu akaheshimiwa katika mazingira yapi? Kwa hiyo pili nimesema yule ambaye anayewaheshimu wengine ndivyo ambavyo na yeye anastahili kuheshimiwa. Yule ambaye anamheshimu Mungu na yeye anastahili kuheshimiwa. Anastahili kupewa tuzo ya kuheshimiwa kwa sababu na yeye ametambua kuwa ana nafasi ya kumheshimu mtu anayestahili kuheshimiwa lakini vivyo hivyo heshima inaweza ikatoka. Na tunaposema kwamba heshima juu ya mtu, mtu fulani amepata heshima, inadokeza vitu vingi sana katika, yani maisha ya heshima yanadokeza vitu vingi. Kwanza a, inadokeza kupendwa. Ukisikia mtu fulani anaheshimiwa, maana yake huyo mtu anapendwa. Ukisikia mtu fulani ameheshimiwa, jambo la pili huyu mtu maana yake amepewa upendeleo, amependelewa, kuna upendeleo he, lakini heshima pia tatu, kisikia mtu fulani anaheshimiwa, ni mtu wa heshima, maana yake ameaminiwa. Hivi vyote ni viashiria kwamba huyu mtu kweli ana heshima, maana yake ameaminiwa. Lakini heshima pia huwa inadokeza kuwa na marafiki wengi. Mtu mwenye heshima huwa anakuwa na marafiki wengi kuna watu wengi watatamani wamheshimu, wawe marafiki. Hebu angalia vile ambavyo wewe unatamani aje waziri au upate rafiki ambaye anaitwa waziri kwa sababu ya heshima aliyo nayo. Unatamani uwe na rafiki ambaye labda ni askofu kwa sababu heshima ya cheo cha, e, cha askofu. Neno la Mungu limesema askofu ni cheo ambacho ni cha heshima. Kwa hiyo unatamani uwe na marafiki ambao wana heshima ndio maana ukisikia kuna mtu anakwambia ise, nilikuwa kwa mheshimiwa waziri, nilikuwa kwa rais, nilikuwa nazungumza na mkuu wa wilaya, nilikuwa nazungumza na, na, na, na, na mkurugenzi, anaona hata wewe umeanza kupata heshima, nanielewa kutokana na, na aina ya marafiki ulio nao ambao ni wengi ambao ni wa heshima pia. Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza na, kuona neno heshima, eh? Eh, heshima si kitu ambacho ni cha kawaida. Na mimi Mungu akaniambia nenda kafundishe nafasi ya kitu kinachoitwa heshima katika kuwasukuma waende kufanikiwa watu wangu. Waelewe spiriti ya heshima ina nguvu gani katika kuwafanikisha watu waliokubali kunifuata mimi kuniheshimu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, lakini ni kupeleka kimbele kidogo. Heshima neno hilo heshima, huwa linasababishwa na vitu vingi. Naweza ukaandika sasa hapa vitu ambavyo vinasababisha heshima. Nimesema naenda haraka haraka kidogo, kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo taona kama ninakunyima, basi Mungu akubariki kwa sababu tutapata wakati mwingine. Heshima huwa inasababishwa na vitu mbalimbali mbali. Heshima, cha kwanza ambacho huwa kinapelekea pere, kuwepo kwa heshima ni kumtumikia Mungu. Anayemtumikia Mungu anatengeneza heshima kubwa mbele za watu na mbele za Mungu. Ni vile ambavyo unaweza ukanyimwa kufahamu nafasi ya heshima iliyomo katika kumtumikia Bwana. Ndio maana ukiona mtu anamwambia tumika na Bwana anakimbia, ni vile ambavyo haelewi kwamba kuna heshima ambayo si ya kawaida katika utumishi wa Mungu. Kuna heshima ambayo ni zaidi ya heshima za viongozi mbalimbali mbali. Mtu anayemtumikia Bwana, neno la Mungu linasema linamheshimu kupita kawaida, mbingu zinamheshimu. Angalia injili ya Yohana sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na sita injili ya Yohana sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na sita Neno la Bwana linasema yeye, yeah, mtu akinitumikia naanifuate nami, nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Anayetumika na vitu viwili, kwanza heshima ya mbingu. Neno la Mungu linaposema Baba, yani Yesu anaposema Baba, maana yake amefungamanisha uungu, sifa za mbingu, maana yake amechukua mbingu akaileta kwenye mikono yake Akamwambia kwamba anayetumika mbele za Bwana ameheshimiwa na mbingu, manake mbingu zinamheshimu. Hata kama majirani, marafiki, ndugu kwenye tumba moja wanaweza wasimheshimu, ni bado muda wake haujafika, lakini mtu huyu ana heshima. Lakini jambo la pili, angalia pale, anasema mahali ambapo Yesu alipo ndipo ambapo na yeye yupo. Hebu soma vizuri Biblia yako hapa. Ndipo anasema mtu akinitumikia na anifuate nami, nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Sikia neno hiyo, mtumishi wangu atakapokuwapo ina maana mbili sikilizo. Jambo la kwanza ina maana ya kwamba mahali ambapo Mungu yupo ndipo ambapo na mtumishi wa Bwana atakapokuwepo. Nakumbuka moja ya sifa ya Mungu. Mungu ana sifa kuu tatu, nisikilize. Sifa ya kwanza ya Mungu, Mungu ana nguvu zote Mungu. sifa ya pili Mungu anajua vyote. Sifa ya tatu Mungu yupo kila mahali. Unanielewa? Sasa anayetumika kama Mungu yupo kila mahali, ana mamlaka na nguvu kila mahali, maanake anayemtumikia Bwana anapaswa awe na sifa za kuwa mahali kila mahali manake ana uwezo wa kucontrol chochote, hata kama amelala, lakini ana control ule mtaa, kwa sababu yupo kila mtaa. Sikuna mtu nanielewa? Mchana wa leo nisikilize, maanake ndani yako una nguvu ya kuona, kuna nguvu ya kukanyaga vitu vikasikia kwenye mtaa, kwenye familia, kwa sababu una sifa ya kiungu ndani yako. Wewe mtumishi wa Bwana una heshima ambayo wengine hawawezi wakawa nayo, na bado utaenda kukaa na Bwana siku ile ya mwisho. Nanielewa watu wa Bwana? Ni mtumishi wa Mungu huyu ana heshima kupita yani, yani, unajua nina, ninajisikia hali ambayo si ya kawaida kwa sababu ninaona kuna nguvu ya heshima ambayo watu inawanyanyua leo kwa viwango ambavyo si vya kawaida inawainua kwa viwango ambavyo si vya kawaida. Kuna mtu alilala, alikata tamaa, akaona huu muda ambao unautumia kuja kwa kanisa, anaona kama ni muda anapoteza, lakini Mungu anasema ipo heshima, na Bwana akisema ninakuheshimu kwa sababu unanitumikia, hakuna yeyote atakayesema no. Unajua, unaweza kuwa unaimba, unaweza kuwa unafagia, unadeki, huelewi kuwa, una kuwa, una umeheshimiwa, mbingu zinakuheshimu na kupitia kudeki ni mtaji wako. Hiyo heshima ndiyo mtaji wako wa kwenda kukamata vile vitu vyako, yaani hiyo heshima. Ukitumia hiyo heshima kwenda kudai familia, watoto, wewe ambaye auzai watoto, ukatumia hiyo heshima, sikiliza, hiyo ngoma inakubali kiurahisi.